Na imetajwa katika Al-Qur'anul Karim na Allah akamtaka Ibrahim na Ismail watayarishe mazingira ya itikaf katika Al-Masjid Al-Haram kwa njia ya usafishaji. Al-Mu'takifun ni watu waliojifunga kwenye nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wanaitwa watawa tawa ni watu ambao wamejifunga kwenye ibada na wanaweza wakapatikana hawa katika dini za batil, nao wakajiona ni watawa waliomridhisha mola wao, lakini kumbe wamekaa katika batil. Watawa makanisani, watawa mahekaluni, ilkanaisi waldia mahekalu ya Mayahudi Makanais ya manasara na huo utawa wote hauna thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mara moja, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alipita zama za ukhalifa wake chini ya aka kanisa, akaagiza yule mtawa aliye ndani aitwe. Akaja mtu uso wake umejaa bidii na kujichosha, kujichosha kwa ajili ya ibada kachoka sana katika ibada zake na alimwita ili apate ibra na awape watu ibra. Alipotoka Umar, akalia. Baada ya kilio akasema, uso wa huyu umenikumbusha kauli yake ya Allah azza wajal, wujuhun yawma idhin khashia amilatun nasiba, nyuso siku hiyo ya kiyama zitakuwa zimedhalilika, zimefanya kazi sana na zimechoka, lakini mwisho ameambulia jehannam na wataenda kuchoshwa katika jehannam. Kwa hiyo ni hatari sana mtu kuona kwamba yuko kwenye haki, kumbe yuko kwenye batili. Kajichosha mtawa huyo ndani ya ibada lakini mwisho wake ni kuni ya jahannam. Ama sisi Waislamu tumewekewa ibada ya hakika ndani ya nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika msikiti. Ikiwa watu walio nje ya haki wanafanya bidii ya kuwemo katika majumba ya ibada kwa muda mrefu, kwa nini sisi tusiizoee misikiti ikawa kama ni nyumba zetu, muda mwingi tuko msikitini katika uhai wetu kwa ajili ya kujifundisha dini yetu? Sasa yule ambaye katia nia ya kuwemo mskitini kwa muda fulani mutakifan lillahi aza wajal hali yakuwa amejifunga na msikiti, hususan katika kumi la mwisho la Ramadhan. Almutakif kiujumla, ambaye yumo katika msikiti kajifunga, la yahruju min almasjidi illa lima la buda lahu min, hatoki msikitini ila kwa jambo ambalo hawezi kulikimbia, yani hawezi kuliepuka. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatakiwa yamtoe mu'takif, kwa sababu ni mambo hawezi kuyahepuka, na mambo yasiohepukika ima yatakuwa hayahepukiki hissan au maana, ima kihisia au katika hala maanawia. Kihisia maana yake jambo la kimaumbile. Kwa mfano mwanadamu, kaumbwa anahitaji kula, anahitaji kunywa, na inawezekana ikawa mtu yuko katika msikiti ambao hana njia ya kuipata kula wala kuletewa kula, mpaka atoke akanunue. Kwa hiyo kila siku atatoka mtoko, ambao hautaharibu wala kubatilisha itikafu yake, kwa dharura ya kuitoka kuipata kula, ikiwa hakuna mbinu ya kuletewa wala hakuna njia nyingine, wala familia yake haiwezi kumletea, na pengine yuko katika mazingira ambayo kwa aina moja au nyingine ni ngumu kupata kula, ila analazimika atoke. Hali kadhalika kukidhi haja, atakuwa na haja ndogo au kubwa, atahitaji kwenda chooni, atatoka nje ya msikiti. Katika hali kama hizo, mutakif karuhusiwa, wala haiharibiki itikafu yake, kwa sababu haraja lima la budda minhu hissa katoka kwa jambo ambalo hana budi nalo kulitenda, kwa hisia aloumbwa nayo ya kibinadamu na maumbile yake anahitaji. Au an yakhruja min almasjidi lima la buda lahu minhu maana, au anaweza akatoka msikitini kwa jambo ambalo hana budi kulikwepa, na na ni katika mambo maanawiyat, siyo almahsusati, yanayohusiana na maumbile yake na haja za kimwili. Kuna mambo almaanawiyat, ni haja maanawiyon sharii hiyo tunaita tunaweza tukasema alhajatu shariya. Kuna alhajatu hisiya na kuna alhajatu alshariya, au tunaweza tukaita tabiiya na shariya, ili tuipate aini tabiiya na shariya. Alhajatu tabiia, haja ya kimaumbile kama kula na kunywa au kwenda haja ndogo na kubwa. Mwanadamu kapewa njia mbili Hizi ni kwa ajili ya haja yake, njia ya juu kwa kuingiza kitu na njia mbili za chini ni za kutoa. Kwa hiyo anahitaji kutumia kinywa chake aingize kula, aishi, na inahitaji kutumia sehemu zake za siri kwa ajili ya kwenda haja. Hiyo ni alhajatu tabiiya. Alhajatu shariya ni kwamba katokwa na udhu na sehemu ya udhu iko nje ya msikiti, ina maana si lazima akati udhu. Hii si haja ya kimaumbile. Sasa mwanadamu anaishi kimaumbile bila udhu, lakini sheria inamtaka awe na udhu kwa ajili ya sala. Anaweza akapatwa na janaba msikitini kikawaida. Janaba ni jambo la kisheria, ina maana atapaswa atoke nje ya msikiti kwenda kuoga josho la janaba, kwa sababu hatakiwi awe msikitini katika hali ile. Kwa hiyo atatoka ende aoge janaba, atatoka ataenda kutia udhu. Hiyo ni hajatun shariyatu la budda lahu minha, ni haja ya kisheria, hakuna budi, lazima aitendee kazi. Kwa hiyo haja hizi zitamfanya awemo, yani atoke nje ya msikiti kwa sababu ana haja sharia. Sasa kuna mambo ambayo ni mazuri katika dini na ni sunna, lakini lahu minha buddun, ana njia ya kuyakwepa hayo mambo, hayajawajibika. Kwa hiyo asije akaivunja i'tikaf, ambayo sharti lake ya i'tikafu hiyo asitoke nje ya msikiti, na analazimika ili aipate ibada ya i'tikaf, abaki msikitini, ila kwa haja ya dharura. Jamani, ibada inaweza ikawa sunna, lakini ili ipatikane hiyo ibada, itakufunga katika masharti yake ya lazima. Kwa mfano sunatul wudu au suna ya kablia na baadia ni suna lakini, wewe unaweza ukaifanya suna hiyo bila kuelekea kibla. Utasema kwa vile ibada yenyewe ya kablia hii si faradhi, basi mimi nitakuwa sielekei kibla au nitakuwa sistiri utupu au nitakuwa siti udhu, itafaa? Haifai. Ingawaje ni ibada ya suna, lakini ibada ya suna imekulazimisha na kukuwajibishia mambo fulani ili suna hii iwe ni suna nimekubalika. Kuna itikaf kweli ni sunna lakini umeiasisi itikaf, unalazimika kuwepo msikitini ili upate ibada ya itikaf. Kwa hiyo utatoka kwa haja ambayo una njia kuikwepa, ina maana kwenda kutoka kufata udhu wa, wa, wa sunna tajdidu lwudui, na mambo ya sunna na nawafili nje ya msikiti. Haya mambo laka minha budun unayo fursa ya kuyakwepa. Kwa hiyo utaidhuru ibada yako ya itikafu kwa kutoka kwako kwa mara kwa mara kwa mambo ambayo unaweza ukayakwepa, na ndio maana basi mutakif la yaudu maridha, hamtembelei mgonjwa. Ingawaje kumtembelea mgonjwa kuna kheri nyingi, atasubiri amalize itikafu ndio ende. Wala yashhadu janaza, wala hashiriki katika janaza, kwenda kusalia msikiti mwingine huko na kuzika mazikoni hashiriki kwa sababu ni mambo ya kheri, lakini lahu minhabudun ana njia ya kuyakwepa, hayajamwajibikia sasa hivi, kuna ibada imemfunga hapa msikitini. Lakini kama itakuwa maiti hiyo hakuna mtu wa kuiosha yeye ndio msomi wa jambo hilo, hakuna anayejua kuikafini, yeye ndio ambaye anajua kuikafini, hakuna anayejua kuizika, yeye ndio anajua taratibu na sunan na dini inaongoza vipi katika mazishi, hapo lazima atoke mwatakifu huyu na i'tikafi yake itakuwa kwa wakati ule ameiwacha, kwa jambo ambalo labudda lahum hawezi kulikwepa, kwa sababu ina mlazimu yeye, bali atatakiwa aivunje sa i'tikafi yake ikiwa kwa mfano anayeumwa ni baba au mama au mwanawe na hakuna wa kumsimamia ila yeye, au maiti ya karibu sana, asiposhiriki katika maziko yale itakuwa ni kosa itakuwa ni aina ya uvunjaji wa udugu. Mtu kakaa itikaf, lakini kafiliwa shamba na ndugu yake wa baba mmoja mama mmoja, au kwa baba au kwa mama au ami, almuradi ni kwamba silatur rahim itamtaka yeye sasa avunje jambo la sunna la itikaf kwa sababu ya kuenda kuunga ku udugu. Kuunga udugu ni lazima na itikaf ni sunna, kwa ataacha la sunna kwa ku kufanya jambo lililokuwa la lazima kw anavyoona, anasema anaweza akavunja itikafu, akenda kumuuguza baba, kumpeleka matibabuni mama, kumwahisha, eh, kushiriki katika jambo hmm, la kuunga udugu, likiwa ni jambo la karibu sana, hawezi kuliacha kwa sababu ya etikafu. Huyu ataacha itikafu ya yake ataenda, na ikibidi kuikata kabisa sa etikafu, kwa huduma ya baba umama, basi ataikata itikafu na anaweza akafanya ama kutoka nje ya msikiti katika mambo ya mubahat kama kuuza kununua, hayo ni mambo ambayo yanaifisidi i'tikaf ya na yanaiharibu. Na katika jambo kubwa linaloiharibu i'tikafi, ikawa imeshakufa i'tikafu, ni kitendo cha ndoa kitendo cha ndoa kinaivunja ibada ya hija. Kitendo cha ndoa kinaivunja ibada ya siam, yaani kinaharibu. Na kitendo cha ndoa kinaiharibu na kuivunja i'tikaf. Hapo tazama, kitendo cha ndoa baina ya mtu na mkewe, jamaa yule halali wake, hatuzungumzii zina analiwa vitendo vichafu kama hivyo, sitasema, kitendo cha ndoa cha halali, lakini katika amali hizi kitendo cha ndoa ni mwiko. Kwa hiyo mutakif hatakiwi afanye kitendo cha ndoa. Allah anasema, wala tubashiruhunna waantum akifuna fi masajid, msikutane na wake zenu hali ya kuwa mumefanya itikafu msikitini. Labda mtu anaweza akasema kwani mtu aweza afanya kitendo hichi na mkewe msikitini? Jawabu ni kwamba anaweza mutakif akenda nyumbani kwa dharura ya haja, pengine msikiti na nyumba yake ni pua na mdomo. Naam. Ha, msikiti hauna choo, kwa anaenda na kidhi haja chooni kwake, alafu anarudi msikiti. Kwa ule kwenda kukidhi haja ule, akifanya kitendo na mkewe, hata kama ni usiku. Maana mchana wa Ramadhani inawezekana ikaonekana ndio hawezi kufanya, kwa sababu mo ndani ya siamu, lakini pengine usiku akaona ni halali kwake mkewe, ajue kwamba siamu ilimzuia mchana, lakini itikafu imemzuia mchana na usiku atakuwa ameshaivunja na ashaibatilisha i'tikafi yake kwa kitendo cha ndoa. Ama amekwenda tu kukidhi haja akarudi msikitini, itikafu yake iko salama kwa sababu katoka kwa jambo ambalo labuda lahu minhu taba'an, wa idha kharaja lima la buda lahu minhu taba'an au shar'an. Akitoka kwa jambo ambalo hakuna mbinu ya kulikwepa lakini maumbile au la kisheria, hakuna tatizo. Katoka kwenda kuuza au kununua kashaharibu itikaf. Katoka kwa mambo ya mubahat kashaharibu itikaf. Kenda kashiriki huko sala ya janaza, mtu ambaye si wa jamaa yake wa karibu, anaweza akakwepa maziko hayo, au kenda kamtembelea tu mgonjwa, anapenda ana ada ya kutembelea wagonjwa kila siku fulani kwenye wiki, basi ajue itikaf haitaki afanye hivyo, na akifanya hivyo kashaharibu itikaf. Na kitendo cha ndoa kinaiharibu itikaf kwa sababu Allah amesema, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Lakini kama alienda nyumbani kwa ajili ya kukidhi haja, nyumba yake iko karibu na msikiti na analazimika aende kukidhi haja, msikiti hauna choo na nje ya msikiti hakuna choo, analazimika kwenda, akenda akafanya muqaddimatul jimaa, vitangulizi kabla kitendo cha ndoa, katika yale mambo ambayo yanafanyika baina ya mume na mke kabla kitendo chenyewe, hapo itikaf haikubatilika isipokuwa tu ameiathiri kuipunguzia itikaf kheri zake na ule ujira wake. Ni kama jambo la siyam. Siyam haiharibiki kwa mukaddimati za kitendo cha ndoa, bali kitendo cha ndoa chenyewe ndicho kinachoharibu siyam, lakini na yale mengine amekatazwa kwa sababu yanaipunguzia siyam heri yake. Naye anaweza akamvutavuta mtu katika matamanio mpaka akaja akaiharibu ibada yake. Almutakifu ya ya, yashtaghilu bilqura, mfanyaji itikaf anajishughulisha na mambo yanayomkurubisha baina yake na Mola wake, akifirishe sana zile ibada zake binafsi kama vile dhikri, istighfar, kuleta toba, adhkar, tilawatul Qur'an, salawat. Na ikiwa kuna darsa ambayo si kawaida kuipata, ni darsa nyeti, inakuza sana imani yake, au inampa au ni jambo muhimu, pengine mu'takif kakaa msikitini, yani mtu mwenye mali kuna somo la tolewa linalohusiana na matumizi ya mali, vipi anatakiwa alimradi, kahisi lina mgusa kwa ukaribu lile somo, basi katika hali hiyo akikaa katika jambo hilo la yashghaluhu an maqsud al itikaf, litahisabika hali ya mshughulisha na lile lengo la itikaf, kwa sababu ni darsa nyeti na si aghlab kuipata. Lakini durusu nyingine ambazo zinaweza zikasomwa katika muda ujao, hasa hizi fani na wasail kama nahwu na sarfu na mirath a, ni mambo yatacheleweshwa kwa sababu ya itikaf. Kwa mu'takif inamhusisha zaidi katika ibada za kiroho na takwa na kumweka karibu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Pia mu'takif yajtanibu mala yani, ana epuka muhusu asiyomhusu. Maana sema min husni islami lmari tarkuhu mala yani ni katika uzuri wa muislamu wa mtu kumwa, kuyawache yasiyomuhusu. Ni vizuri muislamu awache yasiyomuhusu. Kwa hiyo mu'takif asiharibu i'tikafi yake kwa kuangalia yasofaa kwenye simu au yasiyomuhusu, au kuzungumza na mwenziwe yasiyomuhusu. Azungumze lile ambalo ni muhimu sana, kama katika jambo lake la kikawaida ndani ya msikiti na muda mwingine utumie katika kheri na ibada au mapumziko ya kujitayarisha na ibada za usiku, lakini kuingia katika mazungumzo yasiyohusu na kuingia katika lile analolichukia Allah, kwa sababu Allah anachukia neno kila wa kali, yani, anachukia mtu kusema imesemwa jambo fulani fulani, amesema jambo fulani katika mambo ambayo si ya kielimu wala ya uchamungu, ni taarifa tu na stori za nje huko Alqilu walqal, kusema imesemwa kadha na fulani amesema kadha, kunukulu maneno na ikawa watu wanazungumza msikitini. Jambo hili limekataswa, alipendelewi kuacha yasiyohusu, ndio tabia ya mutakif. Kumbe mutakif anajifunza mambo ayachukue kwenye uhai kama ilivyokuwa msikitini. Anatakiwa atumie muda wake vizuri, asitazame haramu, asisikilize haramu kwenye TV simu yake, au kuzungumza na mwenziwe, asiyakasikiliza haramu. Mu'takif achunge adabu za msikiti, asisikilize music msikitini, asitazame e, clips zinazorushwa za upuuzi na mchezo na pumbao na wanawake ambao hawajajistiri, anatakiwa aepuke hayo kwa sababu yeye yumo katika kheri ya msikiti na i'tikafi inamtaka namtaka awe na ukuruba mbele ya Mola wake. Basi hayo mafunzo na hizo adabu zichukue katika maisha. Swali linakuja, hal yajuzu an yazura al-mu'takif ahadun min aqaribihi wa yatahaddatha ilayhi sa'atan min zaman. Ye, inajuzu juzu mutakif kutembelewa na mtu wake wa karibu, ndugu yake, rafiki yake, akaja akazungumza naye kwa kitambo fulani msikitini, mazungumzo ambayo si hasari. Ya ashari yanaruhusika msikitini na ikawa kwa muda mchache, sio muda mrefu, ikawa tumegeuza msikiti ni sehemu ya mazungumzo kwa sababu almasajidu lamtubna litahaduthi walkalam, msikiti haijajengwa kwa ajili ya mazungumzo, na hadithu sahihi inasema watakuja watu katika zama za mwisho mazungumzo yao yatakuwa ndani ya, ya misikiti yao, Allah hana haja nao watu hawa. Lakini kama ni muda mchache, kaja mtu kuzungumza na wewe ndugu yako kaka yako mwalimu wako kwa kitambo fulani kisichodhuru heshima ya msikiti, na mazungumzo yasiyodhuru heshima ya msikiti, yasioharibu malengo ya i'tikaf itajuzu. Safia bintu Huyai ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtembelea Mtume katika i'tikaf yake Mtume alikuwa ni mutakif. Safia akaja akazungumzana mumewe ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka katika mazingira ya stara. Kwa hiyo amezungumza naye. Sasa ni vyema mtu pia akuzungumza na mkewe, si tatizo, hata kama ni mutakif. Katumia simu kazungumza naye, katumia simu kampigia sim, mama yake kazungumza naye ni jambo zuri, hususan ikiwa anawaamsha usiku, anawahamasisha katika khairi ya qiyamul layl, au anasikilizia hali za nyumbani na wagonjwa walio nyumbani, si tatizo kwa mu'takif kufanya hivyo. Maana ikiwa wote wako msikitini na imefaa Safia na Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi mmoja yuko nyumbani mmoja yuko msikitini, wakazungumza kwa simu kwa jambo ambalo linawahusu, kwa hakika ni jambo linafaa. Na kwa nini imeonekana kwamba hii ni haja imekubalika kisheria? Wanasema kwa sababu katika kuzungumza na mtu yanayokuhusuni, ni idkhalu surura alayhi, ni kumwingizia furaha e, kumuingizia furaha. Mpaka Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi akasema kwamba kumbe katika maisha ya ndoa mume anatakiwa atoe muda wake na mkewe, ampe mazungumzo, amliwaze Asipotoa muda huo mke anaweza akamtafuta mwingine. Sasa kumliwaza, na maumbile ya kike haliwazwi na mwanamke mwenziwe. Sasa hapo ndipo ndoa zinapovunjika, kwa sababu kafuta, kuna mwanamume fulani anajua kumjali katika shida zake na haja zake, almuradi kampa muda wa mazungumzo. Wakati mwingine mwanamke anataka muda kutoka kwa huyu mumewe, kwa akasema talibu ilmin akabba ala kitabu

si tu ya dhikri na tilawatul Qur'an, hata baina mtu na mkewe Ibn Uthaymeen anasema. Kuna mtu anaweza atumia hadithi hiyo, anasema bwana hana nafasi ya kuzungumza na mkewe kwa sababu hadithi imesema mtu azungumze ya heri au anyamaze. Ani kweli, ikiwa anakuletea mazungumzo ya kumsengenya fulani, mazungumzo ya kukutia kwenye dhambi, haya si mazungumzo ya kupata nafasi. Lakini ikiwa hata katika mambo ya kushauriana kwenye mapishi tu, anakuja kuuliza apike nini leo au mnazungumza mambo kama hayo ambayo yana manufaa, inajuzu na inatakiwa mtu atoe muda na mkewe wazungumze. Sasa ikiwa Mtume pamoja na halatulitikafu kampokea Safia na akazungumza naye na mwisho akamwadisha, akamshindikiza kwa sababu ni mwanamke na ilikuwa ni usiku anahitaji kupatiwa hifadha, inaonyesha kwamba ni jambo ambalo lina kubalika. Maana kuna wengine katika mazungumzo wanajikata na dini inavyotaka wafanye wao, wakijiona kwamba wanaifanya dini. Kuna mwingine yeye kakata mazungumzo ya kikawaida baina na wanadamu wana wenziwe, anasema ye anazungumza kwa Qur'ani, yani anachukua aya ndio mazungumzo yake. Kwa mfano, anamtuma mtu sokoni, sasa anamsomea aya, fa ba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila lmadina falyanzur ayuha azka ta'aman falyatikum birisqin min saab, inasema Ashabu lKafi, walimtuma mwenzi wao mmoja wakamwambia, nenda na pesa hii eh, tafuta chakula kilichokuwa takasifu zaidi kizuri cha halal, wakaambiana basi ende mmoja akatafute riski. Katika kitabu cha Jawahirul Ladab kuna mwanamke akatajwa kwa miaka arobaini kwa Quran mpaka akaitwa Almutakalimatu biluran yeye hata akiulizwa majina ya wanawe anatoa aya zimetaja ya kule, Yahya Zakaria. Sasa alikuwa anakwepa kwamba sije akaingia kwenye mazungumzo mengine akapata dhana. Kwa hiyo akawa ameitumia Qur'an katika uhai wake. Sheikh Ibn Thamin anasema nimesoma hichi kisa katika Jawahirul Adab, mwanamke anakwepa, eti anakwepa sizungumze, mazungumzo ya kikawaida, kwa hiyo anatumia Qur'an. Akasema huyu kama akakwepa dhambi tayari ndo kaingia kwenye hilo kosa, kwa sababu Alquran haikuwekwa e mbadala wa maneno ya watu. Alquranu la yutakhadhu badilan an kalami nas, sio kazi ya Quran hiyo. Na watu wataishi vipi kama kama ndo lazima Quran na wengi hawajahifadhi watasema vipi na watafahamia na vipi ikiwa mambo yote ni mafu, maana yake kama ni mafumbo e sasa. Rasulullah kama yule alisema Rasulullah usinichukue huko tabu la taftini sinifitinishi. Allah anasema ala filfitnati saqatu, wajijue hiyo fitna ndo washaingia walijitia, wanaikwepa fitna wameingia kwenye hiyo. kwa kama palipita kweli, mwanamke huyo hakupatia, wala hicho kisichukuliwe kwamba ni kigezo. Wanadamu wanazungumza katika maisha yao, wanadamu wao wanaliwazana, wana, wana wanahitaji katika mazungumzo yao Si kweli kwamba mtu azungumze Qur'an ndio atakuwa akapatia na ndio maisha yake akawa kama huyu almutakallima tu bil-Qur'an, mwanamke aliyetajwa katika kitabu cha Jawahirul Adab. kwa si kweli, Qur'an haitakiwi zungumze, yani itumike kwa kazi kama hizo, na wengi wanaitumia al-Qur'an al-Karim kwa mambo yao mbalimbali, kila mmoja anaitumia kwa jambo lake. Lakini kumbe al-Qur'an ni kitabu kitukufu na kina thamani na lengo lake kuu ni bishara na nidhara na watu waelewe ilicho ndani ya Qur'an ili waokoke mbele ya Mola wao subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa hakika hayo ni mambo ambayo tumeyaeleza nahusiana na, na alitikafu, kwa ajili ya kuichunga itikafu yetu, tujue ni lifaalo lipi na lisilo lisilofaa lipi, ili ibada ikubalike mbele ya Allah subhanahu wa, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.